Naitwa Noel Daudi Joseph, ni kijana, na kwa leo tunapenda kuzungumzia mada yetu ya kijana kukaa na mzee. Kama tunavyofahamu, tuna wazee tunaoishi nao kwenye jamii, wengine ni babu zetu, wengine ni ndugu zetu na wengine ni marafiki pia. Kuna umuhimu mkubwa sana wa vijana kukaa na wazee kwa sababu kuna kujifunza kutoka kwao, na licha ya kujifunza tu kutoka kwao, wazee wanahitaji pia msaada. Maana kuna wazee wengine tunao kwenye jamii hawana uwezo au hawajiwezi kufanya baadhi ya vitu, wanahitaji kusaidiwa na vijana. Kwa maana hiyo, wako wazee wengi kwenye jamii ambayo zinatuzunguka ni kama wametelekezwa vijana hawataki kuwasaidia, hawajihusishi nao, hata tu pale wazee wanapohitaji msaada hakuna mtu wa kuwasaidia. Jukumu letu kama vijana ni kuwaangalia wazee wetu, ni kuwalea wazee wetu, ni kuwasaidia wazee wetu kwa namna ya matibabu, kwa namna ya mavazi, kwa namna pia ya kuishi nao na kuwahudumia. Niwaombe sana vijana wenzangu, popote mtakapokuwa mkinisikiliza na kusikia juu ya topiki yetu hii, Kijana kaa na mzee. Tufahamu kwanza, mzee ni tunu ya taifa na tunu ya jamii. Yako mengi tunaweza kujifunza kutoka kwao, na tusiweze kuipoteza hii tunu, kwa sababu tutajifunza kutoka mengi kwao na sisi tutawapa huduma ambazo wanazozihitaji. Tunafahamu kijana ni kuanzia umri wa miaka kumi na nane mpaka arobaini na tano. Vijana kama vijana kwanza, tuna uwezo, tuna nguvu, tuna maarifa, na kuna vijana wengine Mungu amewajalia wamepata elimu, wengine hawajafanikiwa kupata elimu, lakini maarifa wanayo. Kwa mantiki hiyo, kama vijana tuna uwezo wa kufanya mambo mengi sana kwenye jamii hususani kwenye engo ya maendeleo. Tukijihusisha na maendeleo tutaweza kufikia ndoto zetu ambazo tunazo. Na sio hivyo tu, tutakuwa na uwezo wa kuwahudumia wazee wetu kupitia majukumu tulionayo au kazi tulizonazo pale ambapo wazee wetu wanahitaji msaada wa kusaidiwa. Ombi langu ni nini? Kwetu sisi vijana ambaye tuko kwenye hii dunia hiki kizazi, tusiache kufanya kazi kwa bidii, ili tuweze kuwa na kipato cha kuwahudumia wazee wetu, kwa sababu sisi tunao uwezo na tuna nguvu za kuweza kufanya hayo yote na kuwahudumia wazee wetu kwa uadilifu mzuri.